Sii tumeksaatumeksha mwaka 1961 tarehe 9 Disemba, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Rais wa awamu ya kwanza ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliwasha mwenge wa uhuru. Kitendo kile kiliongozwa na maneno makubwa ambayo Mwalimu Nyerere aliyasema: tumekwisha uwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima wa Kilimanjaro, umulike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini pale ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali penye chuki, na heshima mahali palipojaa dharau. Pwani inazindua ni mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025. Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu ina utaarifu umma kuhusu uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2025 zitakazofanyika